Na mtazamaji, karibu mwenzetu ni Yula Nzale ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Naam, tunaanza na taarifa za tanzia. Mtazamaji, tunaarifiwa kwamba watu watatu wameaga wa dunia baada ya kuporomokewa na jengo mtaani Karen hapa jijini Nairobi na watu wengine watatu wameokolewa kwenye vifusi vya jengo hilo lililokuwa linaendelea kujengwa mkabala na kanisa la Karen Community Church kwenye barabara ya Ngong. Mwanahabari wetu Franklin Wala yuko katika eneo la mkasa na sasa tunaungana naye mubashara, atupashe yanayojiri hasa kuhusu juhudi za uokoaji kwa hivi sasa. Kama mnavyoona ni jumba ambalo ili imeweza kuporomoka na watu watatu wameweza kufariki, uh, mtaani Karen hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka maeneo hayo ya Karen, na kwa hivi sasa tuko na Franklin Wala ambaye tunaongea kwa njia ya simu ili atueleze zaidi kuhusiana na kilichosababisha jengo hilo kuporomoka, na juhudi za kuokoa zinaendelea ama zimeanza, zimefikia wapi? Franklin Wala, kama unatupata tufahamishe mengi kuhusiana na mkasa wa jengo hilo. ya shughuli tu zinaendelea hapa, shughuli za kujaribu kuokoa baadhi ya watu ambao walikuwa kwenye jengo hilo. Jengo lenyewe linaaminika kwamba lilikuwa jengo la mtu binafsi ambalo lilikuwa linajengwa mtaani Karen hapa jijini na Nairobi. Na kwa mujibu wa maafisa wa upelelezi ama maafisa wa polisi, hasa mkuu wa kituo cha polisi cha Lang'ata anatuarifu na, kwamba jengo hili lilikuwa linajengwa na lilikuwa limejengwa ghorofa ya kwanza na walipofika katika ghorofa ya jengo lilikuwa limejengwa yaani, ile inaitwa ground floor, na ujenzi ulikuwa unaendelea katika ile ghorofa ya kwanza ndio kukashuhudiwa ile hali ya kuporomoka. Wanasema kwamba kuporomoka kule kulifanyika mwendo wa saa kumi na moja za jioni, na katika ile purukushani ya vifusi kuporomoka, watu wawili walifariki na jumla ya watu saba wakajeruhiwa, lakini tayari washachukuliwa na kufikishwa katika hospitali kupokea matibabu. Sasa hivi tu ni shughuli zinaendelea, naona hapa kuna magari za kujaribu kuokookoa watu ambazo shafika hapa eneo la tukio, na shughuli tu zinaendelea sasa hivi tukijaribu tu kukusanya kusanya taarifa ndio tuweze kupata undani na uhakika wa kilichojiri, lakini kwa uh, kifupi tu tunaarifiwa watu wawili wamefariki na watu saba walijeruhiwa lakini wanaendelea kupokea matibabu. Tutakumbuka so kwamba jengo hili limeporomoka tu katika kipindi cha wiki moja baada ya jengo lingine kuporomoka kule mtaani Sauti hapa Nairobi, ambapo pia watu wawili walifariki na uchunguzi wa tukio hilo ungali unaendelea. Jengo hili ambalo limeporomoka hapa mtaani Karen ni jengo ambalo lilikuwa bado linajengwa na shughuli za ujenzi, mpiga picha wangu akiweza tu kuonyesha kwa undani kwamba ni wazi kwamba kukuwa na watu ambao wanaishi ndani, na wale ambao wamefariki, wanasemekana kwamba walikuwa wafanya kazi ambao walikuwa katika shughuli za kuendelesha shughuli zao za ujenzi. Sasa tunaendelea tu kupiga kambi hapa, tukijaribu kufuatilia tukio hili ili, ili weze, tuweze kupata undani wa kilichotokea. Pia tuweze kupata miliko wa jengo ni nani, na huenda polisi wanasemaje. Kwa mjibu wa uchunguzi, ni kisa ambacho kimetokea tu hivi leo jioni, na ni kisa cha ku kitisha ikiarifiwa kwamba tayari watu wawili wamefariki, na kunao watu saba ambao walikuwa ni wafanyakazi katika eneo hili ambao walikuwa katika shughuli za ujenzi, na wawili hao wa saba hao ni wale ambao wamejeruhiwa na sasa hivi wanapokea matibabu katika hospitali tofauti tofauti hapa jijini Nairobi. Franklin, kama unatupata vizuri, je, umepata kuzungumza na majirani kupata kufahamu ni nini haswa kilichotokea? Ndio, tumefika tu. Watu wamekuwa waoga wa kuzungumza. Tunaarifiwa kwamba tusubiri kupata taarifa kamili kutoka kwa wasimamizi wa polisi ama wale ambao ni wanasimamia asasi za ujenzi katika eneo la Nairobi. Kufikia hivi sasa, watu ambao wako hapa tu ni watu wa kujaribu kuendesha shughuli za kuokoa, lakini mtu ambaye wa kuzungumza bado hatujaweza kupata. Tunasubiri kupata taarifa kamili kutoka kwa maafisa ambao wako eneo hili. Naam, itakuwa vizuri sana ukipata taarifa, ili tupate kujua kwamba je, katika juhudi za kuokoa, tunakadiria watu wangapi ambao huenda wakawa uh, wamefunikwa na uh, jengo hilo kuweza kuanguka, ama labda pengine tuko salama kwamba waliokolewa ama waliofariki, hatuna mwingine ambao wako chini ya jengo hilo. Frank Inwal. Na bila shaka tutakuwa tunarudi baadaye kuzungumza naye kwa sababu kama unavyoona alivyokuambia ni majuma tu mm -hmm. A, tumekuwa na mkasa kama huo wa jengo kuporomoka katika maeneo ya South C. Tutapata kujua taarifa kamili baadaye kwamba ni watu wangapi walikuwa katika jengo lile mm -hmm. wakiendelea na mjengo, walikuwa ni mafundi wangapi, vibarua wangapi, je wamenusurika wote mm -hmm. ama kuna idadi ambayo hatujui wako wapi hadi kufikia sasa? Nam mnaweza kututhibitishia kwamba ni watu wawili na sio watatu kama tulivyotangulia kusema hapo awali. Na mtazamaji, tutarudi baadaye kuzungumza na Frankin Wala, lakini kwa hivi sasa tunaendelea na taarifa za